Jina langu ni Bakari Shime, kocha mkuu wa timu za taifa za wanawake za Tanzania. E, tupo kwenye kambi ya matayarisho kwa ajili ya mchezo wetu e, wa marudiano dhidi ya Ethiopia ambao utafanyika tarehe ishirini na nane e, kule nchini Ethiopia. E, kwa ujumla matayarisho tangu tumeanza kambi yetu yamekwenda vizuri na tayari tumecheza mchezo wa kwanza ambao tumebatika kupata matokeo ya e, ushindi kwa magoli mawili kwa sifuri e, nao sasa ni leo, hakuna taarifa yoyote ya mchezaji ambaye ana shida kwa maana ya majeruhi e, na afya. wamekuja kuwapatia wachezaji wetu E, imejenga morali kubwa kwa wazaji wetu, lakini pia imejenga utambuzi kwa maana kwamba kamati ya olimpiki iko pamoja na wao e, mara zote kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Kwa hiyo naamini kwetu sisi imekuwa kama kwa changamoto kwetu na imeongeza morali ya kwenda kupambana kuhakikisha kwamba nchi yetu inafanya vizuri. Tunachukua mashindano ya ya ya Wafcon e, kama sehemu ya matayarisho kwa ajili ya kufuzu e, mashindano ya olimpiki. E, ambayo watafanyika kule nchini Marekani. Kwa hiyo kwetu sisi ni sehemu ya matayarisho yetu ya olimpiki na tunaichukulia kamati ya olimpiki imekuja kutia support kwenye matayarisho ya mashindano ya, ya, ya olimpiki